Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasemaje kwaya, sauti ya Luguruni. Basi wasabu mzuri nipende kukaribisha mtu aliyejiandaa kwa ajili ya fungu la ukaridi pamoja na komi mtuwa fungu la ukaridi pamoja nam

ana katika upande wa mashariki kusini mwa nchi ya Australia, na somo hili latoka nchi inayoitwa Fiji, tukipatiwa somo kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Mawape, somo lenyewe na kitu kinachosema mtu kwa namna yoyote ile aweze kufanya mambo makubwa kwa kazi ya Mungu. Somo linaanza namsema ya kwamba Moape hata katika umri wake wa miaka sabini na saba ratiba yake ilikuwa ni ile ile ya kuamka asubuhi na mapema, kabla jua lijapambazuka, na kisha kuamka, jambo la kwanza aliyokuwa akifanya ilikuwa ni kuomba kimya kimya kabla hajaenda kwenye meza yake kwa ajili ya kujifunza mambo mengine. Amape anasema kwamba, napenda kuwa wa kwanza kazini, Mungu anastahili saa zangu. nikufundisha kazi za mikono toka akiwa mdogo. Kazi ambazo alikuwa iifanya ilikuwa ni kutengeneza nyavu kwa ajili ya kuvulia samaki. Pia kazi nyingine ambayo wee ifanya ilikuwa ni kusafisha sakafu ndani ya kanisa. Kwa kazi zote hizo zilinisaidia au kumjenga Mwape aweze kufanya kazi zake hata akiwa mkubwa. Siku moja, ijumaa moja Mwape ali baada. Baada ya umri wake kusogea nkafika umri ambao alikuwa anahitaji kupata mke, na akamwambia Mungu. Mungu ombi lake lilikuwa ni moja tu: Mungu nipatie mwanamke anayekupenda Mungu, nipatie mwanamke anayependa kazi yako, na mwanamke anayempenda wewe, we Mungu. Na bila kuchelewa, Mungu alijibu ombi lake, akampatia mwanamke aliyekuwa akiitwa ele wenzi hawa kwa pamoja walioshirikiana katika kazi ya Mungu. Na kazi ya kwanza ya mawato pamoja na mke wake ilikuwa ni kule Pacific ambapo alipata kazi kwenye nyumba ya uchapishaji. Kazi hiyo ilikuwa ni kuchapisha vitabu kwa ajili ya kazi ya utume Japokuwa Mwapa alipata kazi hiyo, lakini alikuwa lengo lake lengo lake lilikuwa ni kuwa kuja kwa mchungaji, lakini katika kazi hiyo alikuwa amepata meneji wake. Alipokuja kusikia kwamba Mwapa lengo lake sio kufanya kazi ya uchapishaji, bali ni kuwa amchungaji, alisikitikia akasema kwamba kazi hii unayoifanya ya uchapishaji wa vitabu kazi ambayo inaweza kutendewa mbali hata namna ambazo muhubiri na uhubiri isiweze kufanya. Kazi ya vitabu ni kazi inayotembeza ujumbe wa Mungu sehemu ambazo sisi wanadamu hatuwezi kufika. Baada ya kusikia hilo, mwaka alipata faraja kubwa sana katika kazi ya utume, kuona lengo lake lilikuwa mtu yatukiifani yo kazi uchapishaji ya vitabu ya vitabu vya Injili, lakini katika maisha yake, mnamo mwaka elfu moja na mia tisa sabini na nane ayunionilifunga ichi kituo ambacho kilikuwa kwa ajili ya uchapishaji, na alipofunga mwake libili aondoke katika kazi hiyo, alikuwa io alikuwa kifanya nai ichi kituo kwa ajili ya uchapishaji, nikamwomba afanye kazi ya wasibu katika chuo tawa Adventista huko a mume wake moage, naomba turudi shuva kwa jibu la pole. Moada alimkumbatia mke wake Mary, akamwambia hatujaja hapa kwa ajili ya starehe, bali tunakuja kwa kazi ya vale Mungu. Basi kwa maneno hayo alimtia ndugu Mary na wenze hao, pamoja walisafisha nyumba hiyo, wakasugua sakafu akasafisha kila uchafu uliokuwa ndani ya nyumba ile. Hatimaye nyumba ile ikasafi uh, ikavutia na uh, kwa namna ya kipekee wakawa wanapata wageni wengi ambao walikuja kuwatembelea katika nyumba hiyo, ambao mara ya kwanza ilikuwa nyumba ambayo haikamaniki uh, siku moja mwape alikutana uh, kijana mmoja ambaye wali kusoma hiyo shule ya wa hicho chuo cha Waadventista wa Sabato cha Futon. Mwanafunzi huyo alikuja na jambo moja, akamwambia Mwate, Mwate, na kazi kwa ajili ya yapa mambo yaendeshe na kazi hii. Utakapokubali nitakulipa mara tatu ya kipato unacholipwa kwa sasa, nitakupatia nyumba na nitakupatia gari. Amwate ya kazi ya Mungu, nitaifanya kazi ya Mungu hadi pale nitakapokosta. Nasemaje, wa shehe? Yeah. Amwaa aliendelea kufanya kazi ya Mungu na jaribu lile ilimfanya kwa imara, maana alikuwa na maombi kila asubuhi, kila mchana na kila jioni, kwa ombi lile ilimfanya au jaribu lile lilimfanya kuzidi kwa imara zaidi na baada ya miaka hamsini na mbili

Kama alikuwa kijana kwa, kwa kutembea taratibu ya nyumbani. Na mtu wake alimpokea vizuri, na akaweza kupumzika nyumbani, akaendelea kazi nyingine. Lakini anatuachia neno moja, ya kwamba hasa sisi vijana, ingizako mwenyewe pia na kama mtumiki mtu wake, tutoke nje. Nataka sapoti yenu, wapeku nasemaje?